Nataka nizungumzie kuhusu wale mnaopenda kutunza akiba. Watu wengi mmekuwa mkizoea kutunza akiba fedha, kuhusu, mfumuko, mfumuko wa bei, wa bei, wa bei, kutokea, kumi, kwa njia ya fedha ambalo ni jambo nzuri lakini pia kwa sisi wanauchumi tunafahamu kuhusu swala la mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei uweza fanya fedha yako ikaonekana takataka tu alafu ikashuka thamani, mfano unaweka milioni kumi lakini baada ya mfumuko wa bei kutokea milioni kumi haitaweza kununua kitu kile ambacho hawa ikiweza kuna knatumu. Kwa hiyo leo na ushauri pia, unaweza ukatuza kwa njia ya dhahabu. Dhahabu ni kitu ambacho akiasiu kabisa na mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei kutokea, hiyo hela ikikosa imani ya watu, serikali kama kuiondoa, ikaeta nyingine ni thamani tena, dhahabu yako inabakia kwa thamani juu. Kwa hiyo ni ushauri kwa mwekezaji, naweza kuamua wale kuanza kutunga uwekezaji wako kupitia dhahabu, aa benki na benki za aa huduma ya kufa dhahabu, ikawa pia ni kinga kwa uchumi wako baadaye, kuliko kutumia fedha ambazo thamani i mdaniuda kutegemeana na ya uchumi kutokea vita au migogoro ya kisiasa ya sababu ya kushia.